Zamani za kale katika Ugiriki, mtoto alizaliwa kutoka kwa Mungu mkuu Zeus na malkia wa kawaida aitwaye Alseme. Mtoto huyu aliitwa Hercules, jina lililotolewa kwa malkia wa miungu Hera kama ishara ya heshima. Lakini badala ya kujivunia, Hera aliona mtoto huyu kama fedheha na hivyo akawa na chuki naye tangu mwanzo. Mara kwa mara alimtuma watekaji na wauaji kumuua Hercules, lakini kijana huyo aliendelea kunusurika kila jaribio. Hercules alipokomaa na kuwa mwanamume, Hera alikubali kumpa amani ikiwa atatimiza kazi kumi na mbili hatari, maarufu kama majukumu kumi na mbili ya Hercules. Alipigana na viumbe hatari kama Hydra mwenye vichwa tisa, simba mwenye ngozi ngumu ya Nemea na nguruwe mkali wa Erymanthea na kuyashinda yote kwa ujasiri mkubwa. Lakini utukufu huu haukuja bila maumivu. Katika usaliti mkubwa, Hera alimtuma kichaa kwa laana kali, na Hercules akiwa hayuko sawa kiakili, aliwaua mke wake Megara na watoto wao bila kujua. Mauaji haya yalimsumbua milele, yakimtesa usiku na mchana kwa ndoto na maono ya Cerberus, mbwa mkali mwenye vichwa vitatu. Sasa, Hercules anayechukuliwa na Dwayne Johnson ni kiongozi wa kundi la mamluki waliobobea, mtabiri wa mikuki Amphiaraus Ian McShane kutoka Argos, mwizi mwenye mikuki midogo Autolycus wa Sparta, mpiganaji wa mwituni Tydeus Axel Henny kutoka Thebes, mshale wa kike Atalanta Ingrid Bolso Berdal wa Sifia na mpwa wake Iolaus Rhys Richie kutoka Athens ambaye ni msimuliaji wa hadithi zao. Baada ya kukamilisha misheni ya awali na kumwokoa Iolaus, Hercules na kundi lake walikuwa wakifurahia sherehe kwenye tavern. Hapo ndipo alipokaribiwa na mwanamke aitwaye Ergenia kwa niaba ya baba yake, Lord Cotis John Hart, mtawala wa Thrace. Alimwomba Hercules kuwafundisha wanajeshi wa ufalme huo kujilinda dhidi ya adui hatari Reseus Tobias Santalman. Baada ya kuahidiwa dhahabu nyingi sawa na uzito wake, Hercules alikubali. Walipokelewa kwa heshima na kuanza kazi ya kufundisha jeshi la Thres. Walipomaliza, Hercules aliwaongoza kwenye vita vya majaribio dhidi ya wavamizi wa kienyeji, nao wakashinda. Baadaye wakamkamata Reseus, wakamrudisha kama mfungwa, ambapo alitukanwa na kuteswa hadharani. Hata hivyo, Hercules alihisi huruma na kumzuia umati kumtupia vitu. Reseus alimweleza kuwa hakuwa adui bali alikuwa anajilinda dhidi ya upanuzi wa Cotys. Hercules alihisi kuna ukweli. Baada ya mazungumzo ya kina na Ergenia, Hercules aligundua kwamba Cotis alimua mume wa Ergenia kwa sumu ili atoe kiti cha enzi na sasa alitaka kumua mtoto wa Ergenia, Arias ili kuondoa wapinzani. Reseus alikuwa taki ku, akijaribu tu kulinda haki na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilikuwa vimezuka kwa sababu hiyo. Ingawa walikuwa tayari kulipwa na kuondoka, Hercules aliamua kubaki na kumzuia Cotis. Wenzake wote isipokuwa Autolycus walimfuata, lakini walikamatwa na wanajeshi wa Sitacles. Wakiwa kifungoni, Hercules alikumbana na Mfalme Eurystheus ambaye alikiri kwamba ndiye aliyemlevea Hercules usiku ule aliuawa familia yake, na mbwa watatu waliouawa mke na watoto wake walitumwa naye, si ndoto bali kumbukumbu kumbu ya kweli. Kotis alipomwamuru Ergenia aue kwa usaliti, Hercules alipata moyo mpya kutoka kwa Amphiaraus akiamini tena ndani yake mwenyewe. Kwa nguvu za ajabu alivunja minyororo, akamwokoa Ergenia, akawaua mbwa waliomtesa na kuwakomboa wafungwa wote wakiwemo Reseus. Kisha akamua Eurystheus kwa kisa chake mwenyewe. Vita vikubwa vilizuka nje ya kasri kati ya Hercules na jeshi la Cotis. Arias alitekwa nyara lakini Autolycus alirejea kwa wakati na kumwokoa. Katika mapigano hayo, Taidias alijeruhiwa vibaya akimlinda Arias lakini aliendelea kupambana kwa ujasiri. Hercules alitumia nguvu zisizo za kibinadamu kusukuma sanamu kubwa ya Hera hadi kamwangukia Cotis na jeshi lake ikiwamaliza kabisa. Wanajeshi waliosalia walimpigia Hercules magoti kwa heshima. Arias akapewa kiti cha enzi, mama yake Ergenia akiwa naye. Hercules na kundi lake wakaondoka wakitafuta changamoto mpya duniani. Wakati majina yanapoanza kuonekana kwenye screen, simulizi ya michoro inaonyesha kwa njia ya kuvutia jinsi Hercules alivyosimamia majukumu kumi na mbili kwa usaidi wa wenzake, wakionyesha kuwa hata mashujaa wakubwa huhitaji timu yenye moyo wa dhati.